Najua watu ambao wanafanya kazi kwenye mitumbo yao kwenye mm, meli huko mabaharini watakuwa wanaelewa mm, kazi ya mashule hasa ishu inadili na masuala ya usafirishaji au kusafiri usafiri mm. Hata kwenye mambo ya kiroho hivyo hivyo inadili na masuala ya kusafiri mambo ya ue, safari safari safari za nafsi hivyo mm. e, huduma fulani hekima fulani za ndani. Eh, vitu kama hivyo kwao ina tabia tabia hizo, tutapokuja kuisoma kwa undani, basi tutaelewa haya mambo ambayo nilikuwa nazungumzia hapa. Jina jingine la Kilatini nyota inaofuata, nyota ngapi tumetoka, nyota ya sita, tunaenda ya saba. Ya saba ni Libra. Sema Libra. Libra Libra Libra R A, sindiwe mhm, hii ni nyota ya mizani mizani kwa Kiswahili iliyopewa maana ni nyota ya mizani na yenyewe ni neno la Kilatini. Mizani unaifahamu eh? Hata kwenye nembo ya TRA, T, eh? ni, nini? TRA eh, mamlaka ya mapato kuna mizani pale, si ndio? Hata mahakama eh? kuna nini ya mizani. Kwa hiyo mizani unaifahamu ni kama eh, kipimo si ndio? Hivyo hivyo imepewa maana ya kiroho kwa maana ya usawa, uadilifu vitu eh, kama hivyo. Kwa hiyo kila kitu kinapewa maana kulingana na jinsi kilivyo. Kwa hiyo mizani ni hivyo, ni neno la Kilatini ambayo imepewa maana ya mizani ya usawa au usawa fulani katika maisha ya mwanadamu. Nyota inayofuata ni nyota ya nane ambayo ni nyota ya Scorpion, ni eh, Scorpion neno la Kilatini bana, watu hawajui tu, wanafikiri ni Kiingereza hicho Eh, Kilatini, maneno mengi ya Kiingereza yametoka kwenye Kilatini. Eh, tumekopi na kupaste hapa, eh, kutoka kwa Warumi <laughs> eh, ko Scorpio, Scorpion, eh, Scorpion neno la Kilatini. Kwa hiyo ili neno sasa lenyewe limepewa maana ya nge, nge sio namfahamu, eh. Huyu nge ambaye anajificha kwenye nani, anangata watu, o, nge ni kiumbe fulani hivi ambaye ni msiri sana, lakini pia ni mkali pia vile vile, si eh, sindio? lakini pia ni kiumbe fulani ambaye anapenda usafi, mstaarabu, mm -hmm. e, mpole si ndio? Eh, eh kiumbe fulani hivi yani, yani anajiona yeye ni special sana kwa hata watu <laughs> anajipenda yule nge yani, wewe uelewe tu hivyo, anajipenda. Hata tabia za watu wenye nyota hii ya nge wako hivyo hivyo Yeah, ni matajiri ni matajiri hawa mm. Yeah. Kwa hiyo e, tutakuja kuwaelezea baadaye tutakuja <laughs> eh. kuwaelezea kiundani yeah. e, na namna mm. ya kufanya, kwa sababu hapana kuna kanuni kuna yeah. kuna vitu unatakiwa ufanye, yeah. kuna vitu unatakiwa ufanye, ndio maana nakwambia hii mifumo inategemeana. mm -hmm. unakuta mfumo yaani sawasawa unaambiwaje? yeah. e, nitolee mfano gani nifanye nitoe mfano hivi kwamba umeambiwa hela utazipata lakini zipo kwenye sanduku ambalo hilo sanduku lipo sehemu fulani, lakini ili upate hilo sanduku, ni lazima kuna ufunguo. Huo ufunguo haujaweka karibu na sanduku, unatokiwa utafute huo. Hey, una ufunguo ndio ukautafute ulipo na huo funguo ukifika pale sehemu ambao umeambiwa ufike pale pale, umepewa maelezo ya kwenda kutafuta huo funguo. Kwa hiyo unatakiwa usome yale maelezo vizuri, alafu utoke hapo uende ukatafute saa huo funguo kwenye hilo eneo, kisha upata huo funguo, ndio uende ukatafute saa eneo la sanduku lililoko, ndio kama mjo mchezo huko hivyo. Kwa hiyo unaweza ukaambiwa nyota fulani ni nge, sawa. Lakini sasa hiyo nge <laughs> ina maelekezo, ina maelekezo, eh, maelekezo kibao. Kwa hiyo ni nyota ya nane miongoni mwa nyota hizo kumi na mbili nyota inaofata ni ni neno la Kilatini pia vile vile, ambayo lenyewe limepewa maana ya nyota ya mshale, mshale Eh? ukienda kwa Mangati kule wanaitumia mishale kwelikweli vizuri. Mangati waniniwab s kuna jamii kule za Waira, za watu wa Arusha huko Wasonyo, wasoyoapenda kutumia mishale sana hata wa Masai, eh? Eh. Kwa hiyo mishale kama mishale, unavuta mshale ile, ukikupata umekupata. Unajua tabia za mshale ni faster, yani eh yani unapima yani, eh yani si semeje mshale huwa una nini umejik, yani si lazima u, u, ukimbie si ndio eh, ukivuta hivi, yani fiu unaenda pale pale kwenye eneo ambalo limekusudiwa kwao, na maisha yao ni hivyo hivyo hao watu, ni watu wa safari yaani, ni watu wa embe. Ndio, unaona nono, nono, kuna watu, kuna wale watu wanatembea tembea, tutakuja kuyasema baadaye, lakini ni Sagittarius Sagittarius, ndio wana wanatabia hizo. Kwa hiyo ni watu ambao tutakuja kuwaelezea sana sana na namna ambavyo jinsi eh, ilivyo, lakini nyota nyingine ni nyota ya Capricorn. Capricorn, neno la Kilatini ambayo lina maana na imepewa maana ya mbuzi, ndio pale nasema nyota ya mbuzi, nyota ya mbuzi ndio Eh, tena mbuzi sio mbuzi tu, kuna mbuzi, kuna mbuzi mbuzi, yani kwa maana yao wao hao wa Latini walikuwa wanakusudia nyota Capricorn kama nyota ya mbuzi wa bahari. eh, nyota wa mbuzi wa bahari wapo, kuna namna yao wapo, kuna baharini, kuna, kuna viumbe wengi sana. eh, baharini kuna viumbe wengi yani, usichukulie tu ni papa peke yake na pweza na nini viumbe wako wengi. Kwao ni, nini Capricorn? Capricorn eh, ni, ni, ni, ni, ni nyota ya mbuzi mbuzi wa bahari na ni neno la Kilatini, lakini pia vile vile hawa wana nidhamu ya kiroho simeelewa, lakini wana mambo mengi na wana mafanikio pia vile vile mazuri sana, na tutakuja kuwaeleza tukifika kwenye engo hiyo ya kufafanua kila nyota. mm -hmm. Mm -hmm. Lakini nyota inaofuata sana nyota ngapi? Ya kumi, ya kumi, ambayo yenyewe inaitwa Aquarius. Acu, Aquarius. Aquarius ni nyota ya ndoo so, sawa, nyota ya ndoo. Unajua ndoo mm, ndoo ya maji mm, ndoo ya maji. Hata ukiangalia nyota yake jinsi ilivyo utaona kama ni ndoo inamimina maji hivi, si ndio? Namna fulani ndoo kama inamimina maji. Kwa hiyo ni ndoo ambayo ina, ni ndoo, ndoo kama ndoo ehe, ndoo hii Eh, sasa kama ndoo ukijua ndoo ndo, ndo, ile ya nyumbani basi hiyo hiyo lakini <laughs> laki inakusudiwa inakusudiwa nyota ya ndoo au mwanga wa maji. Haki. <laughs> kuna mtu asielewe hapa eh? Eh, mwanga wa maji ishara, si nikwambie hapa watu na dunia inazungumza na watu kwa ishara na alama kwa hiyo ukiangalia kitu fulani wewe unajua ni hivyo, akili yako haikutumi kwamba mm, kuna kuna maana zaidi ya hichi, si ndio? Kwao ni neno pia la Kilatini accuras, kwa maana ya ndoa au mwanga wa maji. Sawa na yenyewe hili imekusudiwa katika maisha ya mwanadamu, si ndio? Lakini wana mambo mengi kuhusiana na mambo ya kujiamini na huruma na maarifa, pia katika vitu fulani wana mambo mengi pia, na hawa hasa wana vitu fulani fulani maarifa ya dunia. Vitu vingi wanavijua sana watu wa wa, wa nyota yando. Ya mwisho ni Pisces ambao hii Pisces ni samaki. Samaki najua tutakuwa tunamfahamu. Samaki si kiumbe wa baharini bana. Eh eh, kwa hiyo mm, samaki ni neno la Kilatini Pisces. Kwa hiyo lina maana ya samaki, samaki mwenye hekima, samaki mwenye eh, upendo, samaki mwenye nguvu ya kiungu, samaki mwenye kujua chanzo, samaki mwenye kujua eh, nini nisema? mwenye uwezo wa huruma tuseme hivyo. Kwa hiyo samaki huyu ana mambo mengi, lakini pia e, ana vitu vingi tutakuja kuvifanua. Sasa kuna kitu kimoja hapa ambacho hawa Walatini hawa Warumi hawa Wagiriki hawa Wamisri walivi e, si ndio walifanyeje? Waliviweka wali vi, walizikusanya wali wali, wali hizi nyota katika makundi au katika nini katika element. Element ni nini kwa Kiswahili tunasema maada eh, waizikusanya hivi vitu katika maada, kwamba kila nyota ina maada yake. Maada ni kama maji e, ardhi e, ma, e, upepo na moto. Kwao kuna nyota hizo ndizo zitaja zote hapo, hizo kumi na mbili zimebeba maada. Kwa mfano tu, e, simple tu vyepesi, inshi hizo tulizozitaja za majimaji hapa, nyota za majimaji kwamba Scorpio, si sindio? Eh, kwa mfano nani kaa kasi anakaa kwenye maji. mm -hmm. stari mada yake ushaijua. mm hivyo -hmm. E, hivyo ushaijua. mm -hmm. Kwao hata samaki, kwao mada ziko nne, mada ziko nne. Sasa utajiuliza kwa nini wanazihusisha hizi mada, wanazihusisha hizi element: upepo maji, eh? upepo maji pamoja na nini? Upepo, maji, ardhi na moto. Kumbuka kuna kitu kinaitwa upepo alafu kuna kitu kinaitwa moto. Sasa unajua sisi watu bana, sijui nisemeje, ni maarifa, sijui sijui niseme kutokujua, lakini hivi vitu vipo wazi tu hivi. moto unaweza kuwaka bila upepo? Ba, eh? ba, upulize. <laughs> eh, ba, ba, upulize. upulize ili iwake au, yeah, upulize, yeah, upulize yeah, ili yeah, ipoe yeah, yeah. Kwa hiyo upepo mm-hmm. ndani ya upepo kuna moto na ndani ya moto kuna upepo kama ulishachunguza hilo. E, nitakuja kutuelezea siku moja hizi mada nizichambue kwa undani sana ili watu waelewe. E, na ndani ya maji kuna hewa e. Unaona hivi vitu vinavyotegemeana hivi, kwani oxygen? O, o, maji tunayapata kutumia hewa gani na hewa gani? Yani tunapataje maji? Maji maji, kuna hewa ya hydrogen lakini kuna hewa ya oksijen hydrogen ziko mbili, oksijen iko moja ehe. Hii ni sayansi ya kiroho hii ni sayansi ya kiroho kwa hiyo, kumbe unagundua nini sasa, unagundua kumbe maji yanasababisha yaani, hewa inasababisha maji kuwepo, na maji ndani ya hewa, kuna moto, unaona vitu vinapenda masomo. Sasa ngoja nikuelezee, ngoja nikueleweshe, na nyie watazamaji pia ngoja niwaeleweshe mm -hmm. Kitu kimoja mm -hmm.